Mtume anatoka anamkuta Ammar ibnu Yasir na Yasir baba yake, anamkuta Sumayya mke wa Yasir na mwanaye Ammar, wamefungwa juu ya jua kali. Anawatazama, machozi anamtoka, hana uwezo wa kufanya, anawapitia

anamlazimisha kila mmoja miongoni mwao aritadi, wanagoma. Anamchukua Sumeya, mama wa Ammar ibnu Yasir, na mumewa Yasir yuko pale. Anamshika Sumeya, anawambia mtaje Hubal wa Lata wa Manat, anasema ahad ahad, Allah peke yake anachukua mkuki anamuingizia kwenye tupu yake, anamuua. Ndio mwanamke wa kwanza au kiumbe cha kwanza kufa shahidi katika mgongo wa ardhi. Anamfata mume wake Yasir yes, naye anamuua pale pale. Mtoto anamuona mama yake anavyouawa pale na baba yake. Hii ndio dini ambayo, ndugu zangu, pengine sisi tunashindwa kuthamini. Bilali ibnu Rabah anachukuliwa. Umeya ibnu Khalaf ndiye sayidi wake. Mtumwa anafungwa minyororo, anafungwa kisha anazungushwa wakati wa jua kali, na vijitoto vya mji wa Maka vinampopoa, vinamtukana, vinafanya ndani ya mji wote. Lachukuliwa jabari jiwe, anawekewa nalo Bilal ibn Rabah katika kifua chake, aritadi, lakini imani yake ni thabit mbele ya Mola wake. We leo leo, pengine inasoma Qurani, huna athari yoyote, hadithi za Mtume huna athari yoyote. Unakuja kulia kwa sababu ya nyimbo za kisheitani, inakuumiza nyimbo, imekukosha nyimbo unashindwa kuathirika na yale matukio mm.